Kwa kuwa serikali kupitia sheria ya ununuzi imetoa fursa hii kwa wanajamii, wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali, tunapaswa kufanya yafuatayo: kuipokea fursa hii na kuwa sehemu ya wawezeshaji baada ya mafunzo haya. Kwa hiyo natakiwa kuwa kupokea fursa hii na kuwa sehemu ya wawezeshaji baada ya mafunzo haya, kukusudia kwa dhati kuwafikia walengwa wa makundi maalum, lakini pia kuwasikiliza kwa makini wawezeshaji wetu ili kuelewa vyema utaratibu wa kuunda na kusajili makundi maalum. Mafunzo haya ni muhimu, kwani yata yatakujengea uwezo wa kuunda makundi mengi na kuweza kushiriki kwenye fursa zilizopo kwenye ununuzi wa umma. Na pengine labda, sasa baada ya mafunzo haya taendelea te, kwa kuwasesi kwamba N nani amefanya vizuri zaidi baada ya mafunzo na nani wa mwisho? Sasa ya. Mimi unajua, katika maisha huwa sipendagi kuwa namba ile ya wa mwisho, wanapenda niwe ukishindwa sana angalau tatu bora upo ma. Lakini kule mwisho hapana. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya naamini tathmini itafanyika, tujue nani alielewa vizuri, ametekelezaje, nani wa kwanza na nani wa mwisho sasa ukiwa wa mwisho, tabidi tukuseme kwa uwazi, na mimi nakuibia siri hiyo, usikubali kuwa wa mwisho baada ya mafunzo hayo. Lakini lingine ni kuongeza idadi ya makundi maalum yatakayosajiliwa kwenye mfumo wa ununuzi wa nesti, na kuziwezesha taasisi nunuzi kupata bidhaa na huduma kutoka katika makundi maalum, kuwaonyesha wanajamii namna ya kujiongezea kipato na kuboresha maisha ya familia na taifa kwa ujumla, afisa maendeleo ya jamii, hakikisha kata yako miradi inakwenda vizuri. Uijue kata yako vizuri kwa upande wa miradi na ufuatilie. Kuna sehemu nyingine tumeenda, mafundi hawapo, hawapo kabisa. Ukiuliza fundi hajaonekana wiki mbili, lakini afisa maendeleo ya jamii yupo. Sisi ngazi ya mkoa ndio tunaenda ndio nazaza, ah, we uko wapi? ha, ha. Jambo hili halipendezi. Lakini suala la usafi wa mazingira, maeneo yetu au maeneo yenu huko ni machafu na tuna, mnajua kabisa tupo kwenye msimu wa mvua, masuala ya vipindupindu na kila kitu yanatokana na uchafu. Unaishije kwenye kata yako? Kata inakuwa chafu, manyasi yamekuwa, mifereji naziba, matakataka kibao. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa alisema muangalie haya. Je, kata yako ni safi? Hata hapo, hapo tuki mheshimiwa mkuu wa mkoa akipita masokoni huko sijuu wanakofanyia kazi wafanya biashara kuko safi? Simamieni usafi katika maeneo yenu. Lingine alilotutuma mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutumie fursa hii kusikiliza kelo za wananchi. Wahudumieni wananchi na kusikiliza na kutatua kelo za wananchi. Jitahidini sana kufanya maeneo kwenye maeneo haya. Naamini kupitia mafunzo haya tutaweza kwenda kuibua vikundi vitakavyopata upendeleo wa kupata manunuzi ya asilimia thelathini yanayotolewa na serikali au taasisi za umma. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kuona mkoa wetu, vile vile, kwa kumalizia niweze kumshukuru sana mgeni rasmi kwa hotuba nzuri ambayo ameitoa mbele yetu, na sisi tuseme tu tumeisikiliza kwa makini, tumenoti na tunakwenda kufanyia utekelezaji wa yote yaliyoelekezwa. Maazimio aliyotoa mkuu wa mkoa tunakwenda kuanza nayo, na kama ulivyosema maafisa maendeleo ya jamii ni wahamasishaji, basi upele umepata mkunaji. Tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ya PPRA kwa ajili ya kwenda pia kuwaelimisha wananchi ambao wapo katika makundi maalum mbalimbali wakiwemo vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na makundi maalum mengine. Lengo hasa ni kuwahamasisha kuunda makundi na kusajiliwa katika halmashauri ili waweze kupata zabuni mbalimbali mbali ambazo zinatokana na asilimia thelathini inayotokana na manunuzi mbalimbali yanayofanyika mbali katika halmashauri zetu. Kwa hiyo hivyo, tutahamasisha kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii waliopo kwenye kata zote za halmashauri ya manispaa ya Mpanda ambazo ziko kata kumi na tano, na maeneo yote hayo maafisa maendeleo ya jamii katika kata zetu wapo, lakini wito ni kwamba wananchi pale watakapoelimishwa na kuunda makundi hayo, basi wafate taratibu na kanuni za usajili wa kwenye mfumo wa nesti ili waweze kunufaika na hiyo asilimia thelathini ambayo inatengwa kupitia manunuzi yanayofanyika katika halmashauri zetu za halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Tumepata mafunzo yanayowahusu watu wanaojiunda vikundi ambao ni watu wenye mahitaji maalum ambao ni vijana, wazee na wanawake. Tumepata mafunzo yanayohusiana na manunuzi ya umma ambapo kila taasisi nunuzi, kila taasisi ya umma kwa mujibu wa sheria ya manunuzi, sheria ya mwaka 2023 na na kanuni zake za mwaka 2024, sheria inazitaka taasisi hizo zitenge asilimia 30 ya manunuzi yote kwa ajili ya makundi hayo. Kwa sisi kama wataalamu wa maendeleo ya jamii na wataalamu wa manunuzi katika mkoa wa Katavi tumepata mafunzo hayo ili tukaibue makundi, tukahamasishe makundi, tukasajili makundi yaweze kunufaika na fedha hizo za serikali.